Ndugu wa Islamu, ni ukweli usiopingika kuwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wote amekuwa akitekeleza kwa vitendo dhamira ya kukuza ushirikiano kati ya serikali na madhehebu ya dini hapa nchini. Sote tumeshuhudia mara kadhaa jinsi namna anavyowathamini kwa kuwasikiliza kuwashirikisha viongozi wote wa madhehebu ya dini katika masuala muhimu ya kitaifa. Hii ni alama tosha kwamba rais wetu ana dhamira ya dhati ya kuimarisha mshikamano kati ya viongozi wa dini na viongozi wa serikali na taifa kwa ujumla. Na kwa upande mwingine, viongozi wa madhehebu ya dini imeendelea kutoa ushirikiano mkubwa sana na kuitikia wito wakati wote serikali inapowahitaji katika matukio mbalimbali kuanzia kule kwenye ngazi za wilaya, mkoa, mpaka taifa. Binafsi nimekuwa shahidi wa mshikamano wa dhati na ushuhudia ninapofanya ziara kwenye ngazi za wilaya na hata mikutano iliyoko vijijini. Hakuna tukio la serikali linaloanza bila kuanza na dua zinazoanzilishwa na viongozi wa dini. Jambo hili ni jambo la kujivunia katika nchi yetu. Lakini haya ndio maono na ndio maelekezo ya Rais wetu ya kuhakikisha kila kiongozi kuanzia ngazi ya kijiji, kata, wilaya, mkoa, panapokuwa na jambo la umma lazima lipate baraka kwa dua kutoka kwa viongozi wa kidini. Ndugu wa Islam, niendelee kuuzungumzia mchango wa madhehebu ya dini katika ustawi wa jamii ya Watanzania, kwamba bado unahitajika sana. Serikali inathamini kazi kubwa mnayoifanya katika maeneo mbalimbali, na lengo hapa ni kujenga taifa hili la leo na kesho, na katika kujenga mazingira bora ya kizazi hiki ambacho kinatutegemea sisi kuwapa miongozo. Na kwa hiyo tunapofanya kazi kwa pamoja, tunatarajia kupata mafanikio makubwa. Serikali inafanya kazi yake ya kuimarisha huduma za jamii kwenye elimu, afya, maji, nishati, mafunzo mbalimbali kwenye kilimo, huduma mbalimbali zinazotolewa katika nchi, ushirikishaji tunaofanya kwa watu wote, usafirishaji na uchukuzi, na kila hitaji la Watanzania linafanywa na serikali hii. Sikusudii kuhesabu na kutamka moja moja mimi naamini kama wewe kweli nimpenda nchi yako hili utakuwa unalijua tumepata mafanikio mangapi kwenye elimu naamini mnajua mafanikio mangapi kwenye afya naamini mnajua uboreshaji wa miundo mbinu ya usafirishaji wa Tanzania mnajua tuendelee kuthamini kazi nzuri iliyofanywa na serikali yetu na kupata mawazo chanya ambayo yalimfanya Mheshimiwa Mufti mwaka jana kuona namna nzuri ya kuwaenzi mamufti wenzake waliotangulia, pamoja na mashehe wakuu wa mikoa na mashehe mbalimbali ambao walitoa michango chanya katika kuimarisha na kuleta ustawi katika dini ya Kiislamu. Pamoja na hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, ili tu, tuliona ni jambo jema pia kuiombea nchi yetu amani na kuwaombea viongozi wetu. Aidha, kila mmoja kati yetu sisi kama wanadamu ambao hatuna ukamilifu, tunayo mahitaji na tunahitaji unyenyekevu mkubwa kwa Mwenyezi Mungu ili aweze ya kututakabalia yale tunayo yahitaji kwake. Tutengeneze dua hii ambayo tumeifanya kwa takriban siku tatu, na mheshimiwa mgeni rasmi, ni visomo kweli kweli, yasini kadhaa bila idadi zimekwenda na wanyama tumechinja. Ni dhahiri kwamba tunaona upo muhimu wa sisi kujipanga vizuri katika kuhakikisha tunaingia kwenye uchaguzi tukiwa salama, tukiwa wamoja na tumaliza uchaguzi tukiwa na umoja wetu ambao waasisi wetu waliutengeneza.